Dada Maria, karibu tena asante. Tumeongea sio siku nyingi, juzijuzi tu hapa, na watu walipenda sana video yako ile e, walijifunza. Naona wengi wakawa yani wamekuwa inspired. Sasa hujakaa sana, umerudi tena. Ehe, nini kimetokea? Ulikuwa na mipango ya kwenda kuanzisha <laughs> biashara, imekuwaje? Kwanza kama kawaida, namshukuru sana Mungu sababu yeye ndo ananipa nguvu na afya, akili na, na uwezo. Amina amina, nilivyotoka hapa ile mm, siku mara mwisho mmenifanyia content uh -huh. Nilikuwa nishakata tiketi okay, nilikuwa nimeenda Songea uh -huh. kwa huyo mtu ambaye nilikwambia amefungua restaurant uh -huh. Alikuwa anataka bites kwa ujumla okay. Yani mimi nauza mhm uh -huh. unamtengenezea, unamuzia jumla kwa jumla uh -huh. Nashukuru Mungu, nimeenda. uh -huh. Na kanipokea ka tu vizuri. uh -huh. Na nilipofika, sikutaka hata kupumzika, nikaingia ofisini moja kwa moja moja kwa moja. uh -huh. Tukakaa chini tukabageni pale. uh -huh. uh -huh. Akataka kwanza aonje uh -huh. navyopika. Mi siwezi kukupa kazi uh -huh. kama sijaonja mapishi yako. Sasa uh -huh. ni mbaba okay. Kaniambia mi mwenyewe mwanaume, uh -huh. lakini ni mpishi mzuri tu. okay. Ukinidanganya najua. okay. Sasa akanitajia vitu wanavyovitaka uh -huh. Nikaenda kweli na niondoka niko full. uh -huh. Full kivipi? Material yangu nimebeba okay. Jiko. Hadi jiko. uh -huh. Containers uh -huh. na baadhi ya package ambazo nilikuwa nahisi labda kure kutakuwa hakuna. uh -huh. Nikazibeba for emergency. wow. uh -huh. Basi nikafika, tukaongea, nikatengeneza uh -huh. kwa kweli watoto uh, wake wakaona nifia ambababatumepanini oh, mm -hmm. Wambia kwanini halagi hivi, yaani uh -huh. E, nimtengeneza ni samos, ni samosa za mboga mboga. mm -hmm. mm -hmm. veji samosas mm -hmm. na miti samosa mm -hmm. Nikatengeneza na vitumbua, nikatengeneza na chapati mm -hmm. Samosa karibia zote alizila kasemalizi uh -huh. eh? mm -hmm. vitumbua nilitengeneza sema anaambia huku bwana mi najua, unajua kwa nini nimechukua mtu Dar Dar es Salaam mm. kwa sababu nataka kitu asilia, yaani vitumbua wengi huwa wanaweka na uji wa, u, wa mahindi ah. Ehe, kwa hiyo nitengenezia kitumbua asilia okay. ambacho uweki mahindi hata kidogo, mchele mtupu okay. nikatengeneza kweli, akapenda, kwa hiyo akanipa oda ya sambusa mm -hmm. akanipa na hizo vitumbua mm -hmm. na zingine akawapa watu. Sasa kwa bahati nzuri kule nilikoenda huyo alompa bosi namba yangu mm. Tunafahamiana ya naye mm -hmm. na yuko kule upande wa bakery mm -hmm. ambayo nini alikuwa mwanafunzi wangu pia okay. Nilimfundisha kutengeneza keki sasa mm -hmm. yeah. Nikampa itabidi, kwa sababu kazi inatoka saa moja kamili mm -hmm. ofisini, hivyo vimeshafika vyote mm -hmm. sambusa mia vitumbua. mm -hmm. mia mm -hmm. kila siku mm -hmm. sio sikukuu sio Jumapili sio Jumatatu mm -hmm. kwa hiyo sasa, nilichofanya kwa sababu yeye pia ni mtundu mtundumtundu, mm -hmm. nikamwachia matilio yote mm -hmm. nikamwambia, bwana, mimi nakuachia matilio mm -hmm. fanya kazi mwisho mm -hmm. wa mwezi tunagawana, na hela nikamkodia na chumba mm -hmm. nikamwekea na godoro na kitanda nikamwambia fanya kazi, ukimaliza na wewe unajiongeza hapa ukiangalia na fursa zingine uhum, kama zitatokea basi. Kwa hiyo kala mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo umempa mtu hiyo tenda kazi? Ah. Ila kuna mtu pia anasaidiana naye, maana kama nimemwajiri na ananitumia hela yangu kwa siku. Kwa siku anakutumia. Ananitumia hela yangu. Kweli? Kaambia mimi ngoja nipambane huku mm -hmm. Nao pambane na huku mm -hmm. Ili tuendelee mwisho wa siku tukusanye kitu kimoja, kwa sababu lengo ni kufungua bakery. Wewe hapo? Lengo lako. Okay. Bora nirudi. Nikaona bora nirudi, nimeingia jana okay e. Haya, kwa hiyo unarudi kazini huku kule, unapata ela, inaingia ela inaingia kama kawaida mm -hmm. Wow mm -hmm. Eh, Aise, safi sana ongera. Asante. Haya, sawa. Sisi mimi nafikiri uh, kwa kuwa umefanya kazi na sisi vizuri na kama nilivyosema uh, ni kwamba ulivyokuja hapa mwanzoni ulikuja kama professional hmm. na ulikuja kwenye kazi tuliyokuwa tumeitangaza ambayo ilikuwa inahitaji mtu anayejua kupika vyakula vya Indian. Indian. Si hiyo ndio iletaga shida? Ndio hiyo ilikupa changamoto. Ulikuwa hujaanani sana, hujabobea sana kwenye Indian food. Sijabobea sana. Sasa wakati nafanya kazi hotelini nilikuwa chef assistant. Kwa hiyo pale vitu vingi huwa natengeneza chef mkuu. Okay. Labda ikitokea emergency amepata labda dharura na mimi ndo napika lakini sio muda mrefu, muda mwingine ndo anakuwepo. Okay, okay. Wewe umebobea zaidi kwenye vyakula? Vyakula vya African. Mm. Eh. Okay. Bites, bites, yani bites ndo sana. Bites ndo mambo yako. Eh, kiasi kwamba ni bosi wangu kule nilipotoka. Mm. Nilikuwa nakuta anaweza kanunua chapati labda 20 30. mm -hmm. Anaweka anazipakiwa kwenye foil zinapakiwa kwenye freezer. mm -hmm. Akitaka kula anatoa. mm -hmm. Anapasha afu ndo anakola uh. mm -hmm. Nikamwambia sasa hivi, usio unanunua bites wewe, ninunulie tu ngano mi ntakuwa mm -hmm. nakutengenezea leo kila chapati, mm -hmm. kesho utakula sambusa, kesho kesho utavitumbua. Uniambia tu vitu ambavyo hauli lakini wow. Baitsi zote mi natengeneza, kwa hiyo ukawa namtengenezea kila siku jamani. mm -hmm. Eh. Yani, eh. Eh. na anavyoenda kazini na peki eh. breakfast pamoja wow. na lunch, kwa hiyo asubuhi namtengenezea eh. Hey, yeah, jamani basi itabidi utengenezee na si sambusa jamani, yeah, na mwanangu yeah. Anapenda sambusa Linston ile mdogo mm. yeah. utatutengenezea katika vyote sambusa ila yani, yeah. eh, ulivyotaja mm. Ah, mimi niliwahi kufanya biashara ya sambusa sitaki hata kukumbuka. <laughs> Zina kazi kuandaa zile manda ndio manda, bana mie miuaga yani, kwenye kuandaa manda kwa kweli mm. Ila ukiwa na shida yani, kama hivyo ndio kazi unafanya, eh, unafanya, hey, unafanya. Ilifanya, nilifanya Tchui, nilifanya tena muda mrefu sio, nilifanya ile kazi kwa miaka miwili au mwaka yani, sikumbuki vizuri, lakini niliifanya muda mrefu na hiyo ndio ilinifungulia pia njia nikutana na watu wengi, ndio mwanzo hata wakuja kuingia kwenye media, kwa sababu nilikuwa naenda kuuza sambusa kule Clouds FM. mmm nilikuwa napeleka sambusa, ndio mwanzo wa kuwajua nikawajua watangazaji mm mzaji nikawajua wale wakurugenzi mm -hmm. kwa hiyo sasa network yangu ikawa ni kubwa. Kwa hiyo ile nilivyokuja kuwaomba kuingia kwenye nani mfumo wao ikawa rahisi kunikubalia. Kwa hiyo yani, sambusa na heshima. Kila kitu na keshi, hata kazi ya nyumbani, kazi mm -hmm. ya nyumbani ndio ilionileta mjini. Kwa hiyo na yenyewe na heshima vile vile. Yeah, so uh, kwa sasa umesema unataka ukafungue bakery. Ndio. Inahitaji shilingi ngapi kufungua bakery? bekari kwa sababu vitu vingi ninavyo. uh -huh. Nilikuwa nahitaji kama milioni tatu tu hivi, milioni tatu, milioni mm -hmm, sasa yeah. tatu, kwa sasa unaenda kwenye laki tano, ila pia kwa sababu nina uh -huh. nilipataga changamoto kuna sehemu uh -huh. nilinunua kiwanja Mbezi uh -huh. kipindi nafanya kazi za mahoteli hasa uh -huh. Kwa bahati nzuri au mbaya, nika- nikawa sipatembele tembele, kumbe kumbile dalali kauza pale, na wewe mnunuzie kajenga wapi? Mbezi Matosa hapa eh, wow! nilivyopata kazi wa Dada Center uh -huh. nilivyomaliza mwaka tu hela yangu nikaigawa, kabidi nikanua tena kiwanja mm -mm. nimenua tena kiwanja kingine Kibaha, kile umekisamea? Ah, mi kusema kweli namkumbukaga <laughs> babangu ananiambiaga kwamba maisha ni mwako, usigombania ardhi kwa sababu unapokifa ukifa kwa una, unazikwa sehemu ndogo sana, kwa hiyo kugombana sijadai chochote. Niliumia tu kwa muda mfupi, na nashukuru babangu alinifanyia counseling ya kutosha yeah. Nikamua kuachia, nimemwachia Mungu kweli yeah, kwahiyo, nashukuru Wadada Center, nimepata mtaji wa nime nguvu kwa sababu nimenua kiwanja, wow. Alafu nimepata mtaji pia wa kumweka huyo mtu ambaye ananifanyia biashara yeah, yeah. Mengine Mungu atatenda. E, kabisa. Na sasa hivi unaenda kwenye kwenye levo ya juu, umeona? Eh, ni miongoni mwa yani, nafikiri katika baraka ni vitu ambavyo pia vinahusika kwamba umefanya kazi kwa uaminifu. Umepoteza hicho kiwanja, sijui kwa nini umekisamee, lakini mwenyewe umeamua umeamua kumwachia Mungu, um, alafu yani umeweza, kuna vitu unaona unaweza kuvifanya, na bado nikiangalia kesho yako bado naona yaani inang'aa, kwa sababu sasa hivi unaenda kwenye kazi za laki tano na maana hata kama huna haraka ya kusema kwamba labda utafanya mwaka mmoja ukaamua ufanye tena miaka labda miwili mitatu, it's good money mm. Kuna watu wamesoma vyuo vikuu maidia hawana hawapati huo mshahara. Mwingine ana mshahara huwa laki tano, lakini kuna nauli, kuna kodi, kuna bili mbalimbali si ndio? mm. We ukipata laki tano yani, huja huna bili, huna kodi, huna umeme, huna bili, huna kodi, huna umeme, unaenda kukaa kwa bosi na unapata laki tano. Oni kama hicho kitu ni kikubwa, usiwe yani, e, na haraka. Sasa hivi unafanya kazi wambia, fanya kazi, kazi za ndani

Kweli ni mapinduzi makubwa, hata hawa Watanzania wanaokubali kulipa hizo hela. Mi naamini sio kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu ambazo Mungu ameweka ndani yetu, na ye mwenyewe ndiyo ana, kwa sababu wale, kwa nini wanakubali hao watu ambao ni mabosi? Nao wanakubali wanashirikiana na sisi, tunawapa watu professional. wengine si wangekataa? kwani tungewalazimisha? Hapana, lakini siku zote Mungu anakupa mawazo na yale mawazo ukiyafanyia kazi bila kuogopa, kwa sababu ma mawazo ya uoga huu una, una, yanakuja kama mm. mm, itawezekana kweli? Kuna wengine hata waamini kama hivyo vitu vipo, lakini ukiapa ushindi yale mawazo ambayo unajua ni mazuri, unajaribu unajaribu tena, hata kama itashindikana unajaribu tena, unaendelea, ili mradi unasikiliza sauti yako ya ndani. Hilo wazo likija siku zote kuna wazo la shetani na la Mungu. La shetani ni wazo la kudhuru watu, kuwafanyia watu ubaya, lakini kama ni wazo la maendeleo ni la Mungu. Mungu anakuonyesha amekuandikia hatima gani, anataka upite wapi. Kwa kwa hiyo hata sisi tunaamini kabisa kwamba tuko hapa kwa sababu Mungu ndio ametuweka majira haya, kipindi hiki ambacho hakuna kazi, ajira ni za shida. Kuna watu ambao wako tayari kuja kufanya hizi kazi, lakini kwa sababu uwezo wao ni mkubwa pia walipwe vizuri ndio hawa sasa, wakina dada wameshasoma mambo ya hoteli, mko vizuri na watu wakubali, wanakubali kufanyaje? Kuwalipa vizuri. Kwa hiyo ni kitu sio ni kitu kipya, lakini naamini kabisa ni Mungu ametupa hayo maono hayo mawazo, na sisi tumepokea kuyafanyia kazi na anafungua milango. Kwa hiyo watu wasiogope kusema eh hey, kazi za ndani, kazi za ndani za kisasa sio zile za kizamani. Eh hey, wadada wengine wanaogopa. Kina nani huko akina Tabitha nao walikuwa smarti. Eh hey, si wadada elfu thelathini uongo, elfu thelathini upendeza hivyo eh. Lakini hata wale wa traditional mimi huwa nawatia moyo. Sasa hivi traditional wote waliomaliza mikataba walio wengi wanapata kazi za laki na nusu, ni hatua. Kama mtu ulikuwa laki moja ukipata laki na nusu, si umesogea? Lakini ukienda kufanya bidii zaidi, ukija tena, unapanda tena, kwa sababu ujuzi wako unaongezeka. Tusichokitaka ni dada ambaye anaenda kazini, hataki kutumwa, analeta visirani, hataki kujiboresha. Sasa wewe utakuwa vipi? Wewe unataka ulipwe hela nyingi, wakati kazi utaki kufanya, hicho kitu hakiwezekani. Kwao hata traditional msikate tamaa, hata mimi nilivyoanza kufanya kazi za ndani, yani nilikuwa sijui. Hata traditional wa sasa yuko vizuri, si tunaelewana? Yani nilikuwa sijui kabisa, yani nimekuja kujifunzia kazi hizi nyumbani kwa bosi wangu na ndio maana alikuwa analipwa elfu tano kwa mwezi <laughs> mshahara wangu ulikuwa elfu tano hela ndogo sana, lakini nilianzia pale. Ndio maana hata dada naye kuja anaanza na laki moja bado jamani, ni hela nyingi, si ndio? Eh, kuna watu huko mtaani mpaka sasa reda, apa, wanalipo, Baka, kuna dada wamekuja hapa wanalipwa walikuwa wanalipwa elfu thelathini Mpaka hivi tunavyoongea, kuna dada wa kazi analipwa elfu thelathini Sasa wewe ukipata laki moja si ni hatua nzuri? Ukianza hapo, una haraka gani? Kaa jinoe, fanya kazi vizuri, ukijiboresha. Mwaka ukiisha na tukakuona kabisa kuna vitu unavyo vimebadilika, tunakupeleka kwenye kazi za juu, si ndio? Hivyo jamani, haya eh? Dada ya Maria karibu. Mimi huwa yani, sina mashaka na wewe eh e, sina mashaka na wewe. Na imani kabisa utaenda kutuletea sifa nzuri utakapokwenda kwa sababu kwa kweli yule bosi wako wa, wa aliyepita hakuwahi kutoa wa malalamiko kabisa. Kwa hiyo mi waga napenda wadada ambao wanakwenda, na sio kwamba hakuna changamoto mm-hmm. Naamini ni ule utashi wa kujua tu, hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Kwa hiyo inabidi tu upambane nazo eh? kwa sababu ukiwa ni mtu wa kukimbia changamoto hutafanikiwa maisha. Haya ni, kwa, ni yani maisha tunawekewa changamoto ili tu, tujinoe twende tu, tu, tuvuke si eh? Ndio, ndio, ndio maisha yalivyo, lakini kwa sababu hatujafundishwa hivyo wengi, kila mtu anajaribu kukwepa changamoto. Changamoto sio za kukwepa; ni za kukabiliana nazo hasa kwenye uwezo wa utendaji wa kazi. Wewe uwezo ukawa ni, ni traditional, unataka sasa hivi tu uanze kupika kama dada professional. Inawezekanaje? Unajua professional mpaka kufika level alofika ame, ame yaani namna ambavyo amepambana kwenye kutafuta huo ujuzi, si ndio? Eh? Sindio hivyo? Una miaka mingapi toka umesomea mambo ya mapishi haya? Mda tangu elfu mbili na saba. Haya sasa, wewe unataka tu uanze hivyo tu ghafla na wewe unataka uwe kama dada? Hapana, maanake unahitaji muda, sindio? Jamani msiwe na haraka. Nataka nasistiza kwa wadada wale ambao ndio mneanza kazi, ndo kwanza una mwaka mmoja au miwili Yaani bado sana, unatakiwa un, un, unolewe kweli kweli, sawa eh? Na ili unolewe, sio kwa kukaa nyumbani, kwa kufanya kazi, yaani bila kuchoka, unaendelea kufanya kazi. Ndio maana mimi toka nimeanza kazi za ndani mpaka leo ni miaka miaka thelathini. Sasa hivi niko bado kwenye, yani niko kwenye gurudumu la maendeleo, sijawahi kurudi kwetu Moshi nikasema sasa, jamani E, basi emu ngoja nipumzike hapana. Sasa experience niliyonayo ni tofauti na wewe, ambayo unaanza maisha leo si ndio? Yeah. Hatuwezi kufanana. Kwa hiyo kitu ambacho nataka hapa kuestablish ni kwamba muda ambao Mungu amekupa wa ni wawewe kujinoa kwenye sekta yoyote, hata kama kwenye kazi za ndani una sawa, lakini hata ukitoka kazi za ndani, unapokwenda kwenye hatua nyingine, kuna ugumu utakutana nao, usikimbie huo ugumu ndio moto wako, unakuchonga wewe ili uweze kuwa nini? Dhahabu. Tunaelewana, eh? mm <totitikana> hayo e, mafundisho yangu utayapata popote, kwa sababu hakuna Joyce Kiria mwingine hapa duniani, sawa? Huaga anapenda sana yani, kila kila muda unaopata na kila elimu unayoipata ichukue, usi yani usichukulie poa poa. Ndio maana mimi mradi huu uko tofauti na vituo vingine vyote vinavyofanya mambo ya wadada wakazi. Wengine wanachukuliwa tu juu kwa juu kwa mm-hmm, bosi. Haya mama, mimi hapa tunatengeneza legacy, tunatengeneza future, sawa. Ukipata foundation ya mafundisho ambayo yatakujenga na kukuongoza, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo Mungu amenipa, sio tu kukupa kazi, lakini na kukupa muongozo sahihi wa namna ya kuweza kufanikiwa kwenye maisha yako. Ndio maana huwa napenda kwamba lazima niongee na wadada wote watakaopita hapa pamoja na kujua ndoto na malengo tulionayo, lakini namna gani utafika pale, kwa sababu mimi nimekutangulia, si ndio? Eh. Kwa hiyo, dada ya Maria, karibu tena nahongera sana, wewe bado ni inspiration kwa wadada wengi, wadada ambao wana taaluma wamekalia huko eh kazi za ndani. Jamani, kazi za ndani tena hizi! Dada dada Maria anapata hela kuliko wewe ambaye umeajiriwa unalipwa laki tatu na nusu au laki nne laki tano, na una ma, ma, nani majukumu kibao, yani mabili kibao, hela yote inaishia njiani. Kwa hiyo badilisheni fikira, ndio tunachojaribu kusema, badilisha fikra, yaani usiishi tu kwa kukariri Piga hesabu zako, angalia mtindo wa maisha umebadilika. Siku hizi watu wanafanyia kazi nyumbani. Covid ilikuja ikatufundisha, kumbe sio lazima uende ofisini. Ha, sasa hivi watu wengi wanafanyia kazi nyumbani eh, na sisi wenyewe mm -hmm. ni, wa, ni mmoja wapo, yani sisi tunaishi hapa, tunafanya biashara yetu hapa na tunaenda vizuri eh. Kwa hiyo hata hao ambao walikuwa sio wanafikiria kufanya kazi hoteli hoteli, kutoka kwa dada Maria, sio tu hoteli kama ajira za hotelini hamna Jipindue, njoo huku, kuna fursa kibao, watu wanahitaji wataalam. Usiogope, usione aibu. Unamwonea aibu nani? Anakusaidia nini? watu wakijua unafanya kazi za ndani, na wewe unaingiza hela yako, unaishi maisha yako. Dada Maria kanua kiwanja, atajenga biashara, zake zinaenda vizuri, ana mtaji sasa hivi, amenawiri, hana stress eh. Haya, wewe umekaa hapo, watu wanakuona hufanyi kazi za ndani, lakini ndio stress kama zote Sindio? Umechoka, umechunda, huna hela, una nini? Sasa kipi bora? Tuna ujinga, ujinga mwingi wa kuogopa macho ya watu. Lakini ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, achana na watu wananionaje kwani. Wanakuonaje vipi? Acha wakuone, si watakuona huko, pale una unashaini. Mimi mwenyewe ameanza kuniona na bado wataniona. Hey, bado ndo kwanza haya